Ongezeni Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kuweza kufanya uchaguzi ukiwa katika amani na utulivu bila kupigwa mtu wowote, bila kumwagwa damu, bila kuwekwa mtu ndani. Uchaguzi ulikwenda katika hali usalama, ulikwenda katika hali ya amani na utulivu kwa muda kipindi chote ambacho kwamba tulichokuwa tuliofanya zoezi hili. Jamani, ndugu zangu ni Ostabei mimi, naombeni sana viongozi wetu hawa wawili tuwaunge mkono na tuwaombee dua ili waweze kutimiza majukumu yao ndani ya miaka mitano. Tumekuja hapa kuja kutimiza zile ahadi zetu tulizozichukua hapa katika kijiji cha Ostabei. Kuna baadhi ya vijiji tayari tushaendelea kuweza kutimiza ahadi ambazo tulizochukua na mimi leo niko tayari kuweza kukabidhi mipira, niko tayari kukabidhi mipira roli nne, pamoja na mchikichi. Wazee wangu Stabee, mimi mlinichagua diwani wenu niwatumikie, pamoja na mbunge na mwakilishi. Lakini leo ndo tunaanza kuwatumikia, na msichoke kutupa changamoto zenu, ambazo tunaweza kuzitatua. Ambazo sisi hatuziwezi, sehemu husika zipo kuzipeleka. Mimi naomba mumpongeze sana mheshimiwa mbunge na mwakilishi wa jimbo letu kwa yale mazuri wanaoendelea ya kutufanyia, pamoja msinisahau na mimi diwani wenu mlionichagua, kwa sababu mimi ndio nimechajagia na nilikuja nikawaahidi nikawaambia kwa hili nipeni wiki hizo tatu tu nitaenda kuondoka, lakini na leo nadhani mnaona kwa macho yenu. Endeleeni kutuombea dua na endeleeni kutufanyia mambo mema ili na sisi tuzidi morali. Natumia muda mwingi sana hususan na akina mama na watoto kuweza kutafuta maji. Kwa hiyo mwakilishi na mbunge wakaahidi kwamba changamoto hiyo wataitatua. Kwa hiyo tarehe tisa tulifika hapa kwa ajili ya kutoa shukrani, na leo tarehe kumi na mbili wamefika hapa kwa ajili ya kutekeleza ama ya kutekeleza lile ambalo muliliomba tarehe tisa. Kwa hivyo siku tatu baadaye changamoto yenu inaenda kutekelezwa. Vifaa hivi viende vikatekeleze ama viende vikatatue kero ya maji ya kijiji hichi kwa wananchi wote bila ya ubaguzi, wakati ndio kwanza hata mwaka haujaanza wa majukumu, kwamba tayari mshaanza kuonyesha jinsi gani mulivyokubali na mlivyotupokea wananchi, kwa kuweka hapo mulipo kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge na diwani na vilevile vile na mwakilishi, kwa kuwa kama ni mjumbe wake kuja hapa kwa niaba yake kutokana na majukumu ya kiserikali alivyomkamata. Sasa mheshimiwa, tunawaomba hili lisiyo mwanzo. Mheshimiwa sisi, mapole ya mchele ndani ya nyumba zetu, hakuna maendeleo duniani kote Chanifamu Lakini zinapotokea changamoto katika vijiji vidogo vidogo, ni kwamba sisi mtu wa mwanzo ni kwamba tutamfika huyu, maana hakuna kipindi ambacho kiukweli tulichofurahi nafsini mwetu kama kipindi hichi kumchagua kiongozi au kuchagua viongozi ambao wanaendana na rika zetu, na zetu sisi vijana. Na mara zote sisi huku tunakuwa kama ni watu wa mkiani, watumwa viongozi wanatoka mbali mbali. We licha kwamba unatoka mbali, sio mbali kwa sababu ni jimbo hili, mbali na vijiji vyetu, lakini tunashukuru kwamba wewe upo karibu, kutokana kwamba huyu mheshimiwa diwani anatoka kwetu. Wewe tunapofika, tukamfika mheshimiwa diwani, inakuwa ni rahisi sisi malalamiko yetu na changamoto zetu kukufikia wewe na